Karibu sana tuzungumze kuhusiana na uwekezaji na kubwa uh, ufahamu uwekezaji uh, wenye tija, uwekezaji wenye faida, uwekezaji wenye manufaa kwako kwa maisha ya sasa na hata kujiandaa pia kwa ajili ya baadaye katika hali tofauti. Na tutazungumza hapa na kupata elimu hii ya kina zaidi kwenye uwekezaji wa mifuko ya pamoja, na hili uh, tumeshuhudia pia mifuko mbalimbali mbali ambayo uh, UTT AMIS imekuwa nayo, tutaifahamu na kujua mengi pia zaidi kuhusiana na hilo. Tuko hapa na afisa masoko mwandamizi uh, kutoka UTT Rahim Mwanga ambaye atatufahamisha zaidi kuhusiana na haya yote karibu sana, Rahim. na, sana, sana, habari za UTT. Njema sana. Na, na mimi ngoja mm. nikaribisha uwekezaji, karibu sana. Wengi <laughs> <laughs> na, na, na, na, <laughs> wana shauku ya kufahamu kuhusiana na uwekezaji, sababu tunapozungumzia uwekezaji, picha inayokuja ni lazima uwe kwanza tayari kifedha Hmm. Huko vizuri hmm. Na, na, na, na pengine ni dhana fulani kubwa. Kubwa. Hmm. Yeah. Lakini yeah, imekuwa ikifanyika kwa namna tofauti. Pengine kwanza tuanzie na uh, tafsiri hii ya uwekezaji kwa UTT. Sawa, nashukuru Hilda na Richard uh, kimsingi uwekezaji ni dhana pana kama hmm, mlivyoisema na iko kwenye mktadha tofauti tofauti E, shughuli za uwekezaji ukiziangalia karibu kila mtu anazifanya katika ngazi tofauti, tofauti tofauti. Kwa hiyo ukiangalia jamii yetu e, inatumia rasilimali zake muda, pesa, ujuzi, taaluma na kadhalika kuwekeza kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kwa hiyo kuna watu wanalima, kuna watu wanafuga, kuna watu wanafanya biashara, wavuvi e, wafugaji e, wachimbaji na kuna watu wengine kama sisi tumeajiriwa, watu wako Azam hapa na UTT AMIS mm. na sehemu na nyingine za kiuchumi. Wote hawa ni wawekezaji kwa dhana nzima ya uwekezaji ya kutumia rasilimali ili uweze kuzalisha faida. mm -hmm. E, kwa hiyo hiyo ni dhana pana kwa maana hiyo, na kingine itategemewa watu wanatumia mtaji wa kiasi gani katika huo uwekezaji. Kwa hiyo kuna watu wanatumia mitaji midogo kuna yakati na mikubwa kulingana na sekta husika, lakini kuna sehemu nyingine pia za uwekezaji ambapo tunaweza tukawa tunafanya uwekezaji huku tukiwa sasa tunaendelea na yale majukumu ya kawaida katika shughuli zetu. Kwa hiyo kama ni mfugaji, mkulima, mfanyakazi, hmm. na wengine wote, sasa hizi ndio tunasema ni sehemu za masoko ya mitaji na masoko ya fedha, kwa maana ya kwamba ukiangalia kwenye muktadha wa masoko ya mitaji kuna bidhaa kubwa tatu, kuna hisa, kuna hati fungani na kuna mifuko ya uwekezaji kwa UTT. Mm. kwa hiyo hizi sehemu kimsingi, ukienda kuwekeza ulazimiki uwepo. Kwa hiyo wewe unaendelea na maisha yako na uwekezaji kule unaendelea mm. Lakini kuna sehemu za uwekezaji tunasema za muda mfupi, ambapo ni masoko ya fedha, ambapo kuna hati fungani I mean, kuna hati fungani zisizo za muda mrefu zinaitwa treasury bills na kuna uwekezaji kwenye benki za kibiashara ya kule kuna akaunti za uwekezaji maarufu fixed deposit na call account mm. Kwa hiyo hizo ndizo sehemu za masoko ya fedha na mitaji mm, ambazo ni sehemu sasa mbadala ambapo watu wanaweza wakawekeza ziada ya kile kipato chao, kwa maana ya kwamba sasa wameweza kuweka akiba mm. Sasa zile akiba zao badala ya kuziweka tunataka waziwekeze sasa mm. Ili zitunze thamani ya ile fedha, lakini wakati huo huo waweze kupata faida Hmm. za kiuwekezaji. Kuna, kuna ile dhana ya uwekezaji wa mifuko ya pamoja sasa, ndio tunakuja hapo kwenye mifuko, dhana ya mifuko ya uwekezaji wa pamoja hmm. Kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja kinachofanyika ni kwamba kunakuwa kuna msimamizi ambaye ndio meneja. Sasa hapa ndio UTT. Hmm. UTT anakuwa amepewa kibali na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, kwa maana CMSA ambaye ndio anasimamia soko, na yeye sasa anapokea zile akiba za wale kwa niaba ya wale wawekezaji. Kwa hiyo sasa anakwenda kuwekeza, anawekeza wapi? Atawekeza kwenye hayo masoko ya mitaji na masoko ya fedha. uh -huh. Ile faida inayopatikana ndo inarejeshwa kwa wawekezaji kulingana na kiasi ambacho kila mtu amewekeza. uh -huh. Na ile sehemu ya uwekezaji ambayo anayo mwekezaji kwenye mfuko ndio maarufu inaitwa kipande. uh -huh. Kwa hiyo hiyo ndio dhana nzima. Sasa, kwa nini watu waje kwenye mifuko, kwa nini wasiende wenyewe kwenye hizi sehemu moja kwa moja? Ndio, kuna faida nyingi kwamba mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni kwa ajili ya kumwezesha kila mtu kulingana na kipato chake aweze kushiriki kule kwenye hayo masoko, kwa sababu kwenye, kwa sababu sababu moja au nyingine e, yale masoko mengine tunaita kama ni masoko ya jumla ambayo yana viwango vikubwa kidogo e, kwa watu kuweza kwenda kuwekeza mfano mm. Mtu akitaka kwenda kuwekeza kwenye hati fungani kwa sasa lazima awe na milioni moja ndio kiwango cha chini lakini kwenye mifuko ya uwekezaji huko mtu anaweza akaanza na shilingi 5000, shilingi 10000, shilingi 15000 na kuendelea kulingana na masharti ya mfuko. Lakini inampa nafasi ya kuwekeza mara kwa mara. Hmm. Kwa hiyo haijalishi kwamba eh, asubirie labda wakati fulani. Ah, amepata hela yake kesho anaweza akawekeza, mtondogoo akawekeza, wiki ijayo pia akafanya uwekezaji wakati wote. Hmm. Lakini kikubwa pia anafaidi utaalamu wa meneja. Kwa maana ya kwamba eh, mtu akiwa kwenye fani yake fulani ni mwanasheria anapambana na ku, ku mambo yake ya sheria, ni mtangazaji huku, na kadhalika, basi meneja yeye, kwa sababu ana wataalamu, sasa ndio atakuwa anafanya uchambuzi kwamba kwa nini niwekeze huku, kwa nini nisiwekeze huku, kwa niaba ile. Kwa hiyo huku anafaidi mwekezaji utaalamu wa meneja, lakini pia anafaidi mseto wa uwekezaji kwamba hmm. Hii ni moja ya kanuni nzuri ya uwekezaji kwamba usiweke mayai yote kwenye kapu moja. Kwa hiyo kutokana na sera ya uwekezaji tutaenda kuwekeza labda kwenye hisa, kwenye hati fungani, kwenye banks na kadhalika. Tunafanya hivyo ili tupate vitu vitatu vikubwa: kwanza, usalama wa mali ya mwekezaji, lakini pili, tupate faida nzuri na shindani, na tatu, tupate ukwasi. Kwa maana ukwasi ni ile hali ya kuweza kuhakikisha kwamba tuna hela ya kutosha mwekezaji akitaka kuja kutoa hela zake tumlipe, na hiyo ndio moja nyingine faida kubwa ya kutumia mifuko ya uwekezaji kwamba meneja mwenyewe ananunua vile vipande ule uwekezaji. Kwa hiyo ukitaka fedha, una haja ya kusubiria mnunuzi mm. ambaye atataka kununua kwao. Kwa sisi UTT sasa hivi eh, mifuko yetu inatoa utaratibu ya kwamba ndani ya siku tatu za kazi hadi kumi za kazi tangu tumepata maombi, tunaweza kumlipa lakini kingine nilisema ile hela akitaka kuitoa sasa, ndani ya siku tatu hadi kumi mm, za kazi. Lakini sasa hivi tuko zaidi, ndani ya siku tatu hadi tano za kazi mm, tunamlipa. Kwa hiyo anaenda kufanya jambo lake alilokuwa anakusudia kufanya mm. Kwa hiyo hiyo ni baadhi ya faida ambazo wawekezaji wanazipata kuja kwetu mm. Tusa, mpaka sasa mna mifuko sita mm, uh, ipo katika utofauti gani? Safi, tuna mifuko sita ambayo mifuko hii sisi tumeiandaa ili kukidhi mahitaji ya wawekezaji. Kwa hiyo wawekezaji wana mahitaji tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna mwekezaji anahitaji kuwekeza kwa muda mfupi na mwingine kwa muda wa kati na mwingine mrefu. Kuna wawekezaji ambao eh, wana, wana, wako tayari kubeba sisi tunasema changamoto za kiwekezaji risks. kuna mifuko ambayo ina riski ndogo na kuna mifuko ambayo ina riski za wastani. kuna E, wawekezaji ambao wanataka kupata mapato ya mara kwa mara kwa maana ya um, kila mwezi wapokee ile faida mm -hmm. au kila baada ya miezi sita na kadhalika, lakini wapo ambao wanataka kukuza mitaji, wana mpango wa muda mfupi hadi mrefu. e, anataka kupeleka mtoto shule, anataka kujiandaa na kustaafu, anataka kununua gari, anataka kwenda kula bata mwisho wa mwaka na vitu kama hivyo. Kwa kila mtu ana malengo yake, hayo tunaita mpango wa kukuza mtaji mm kwa hiyo -hmm kwa kuzingatia vigezo hivyo na uwezo wa wawekezaji ndio tunatengeneza hiyo mifuko. Kwa hiyo mimi nitaanza kuielezea kwa ufupi kutokana na risk, viwango vya uwekezaji, yani zile changamoto au hatari za uwekezaji, tuna mifuko ya aina mbili sisi. Hmm. kwa based na risk, tuna mifuko ambayo ina low risk, kwa maana mifuko hii inawekeza sehemu ambazo zina uhakika wa faida hmm, na kutunza mtaji wa wawekezaji. Kwa hiyo hii mifuko iko miwili, tuna mfuko wa ukwasi na mfuko wa hati fungani. Kwa hiyo mifuko hii haiwekezi kwenye hisa. Hmm. Inawekeza zaidi kwenye bond uh, za serikali, za kampuni na kwenye eh, uh, akaunti za uwekezaji za benki. Kwa hiyo hizi za mwakikishia riski yake ni ndogo. Kwa hiyo na mwakikishia mwekezaji usalama wa mtaji na faida inayotabirika. Kwa hiyo kwa sasa mifuko hii inatoa faida ya wastani wa 12% hadi 13 kwa mwaka. Hmm. Ambayo ni wastani wa 1% kwa mwezi. Hmm. Alafu, mtaji ambao, ambao mwekezaji ameweka alafu, tuna mifuko ambayo ina mchanganyiko wa hizi sehemu ambazo zina uhakika wa mapato na kwenye hisa. Sasa hisa tabia yake ni kwamba ndani ya muda mfupi hazina uhakika wa kipato, zina tabia ya kupanda na kushuka. Kwa hiyo hapo sasa tuna mifuko minne ambayo ina uwekezaji wa mchanganyiko wa hisa na huku kwenye sehemu ambazo zinatoa mapato ya kudumu. Kwa hiyo hapo tuna mfuko wa Umoja, mfuko wa wekeza maisha, mfuko wa watoto na mfuko wa kujikimu mm -hmm. Kwa hiyo huko ni kuzuri kwa wawekezaji ambao wana malengo ya muda mrefu kidogo na wanaweza wakahimili zile panda shuka za soko mm -hmm. Kwa hiyo huko faida zake kwa sasa ziko kwenye wastani wa asilimia kumi na mbili hiyo hiyo mpaka kumi na sita kutegemeana na sokoni nini kinatokea. Mbona hapo, mm -hmm. Kuna mifuko umeitaja ikiwepo pia mfuko wa kujikimu. Sasa kuna mtanzania ambaye amesikia sasa hivi mfuko wa kujikimu na tunafahamu maisha ya kawaida ya siku zote, namna uh, mm -hmm. watanzania ambavyo yeah. uh, wanaishi hii mifuko kidogo, ungetolea yeah. ufafanuzi wake ili waweze kuifahamu. So, e, tuna hiyo mifuko tarile zetu. Kwanza tuna mfuko wa umoja mm -hmm. yeah. huu ni mzuri kwa wawekezaji ambao wana malengo ya kukuza mtaji kwa muda wa kati na muda mrefu kwa sababu ya uwepo wa hisa ndani yake kwa hiyo e, kiwango cha chini cha kuanza kuwekeza hapo ni shilingi elfu kumi tu. Kwa hiyo utaona hakuna mwekezaji ambaye atashindwa kufanya hivyo, na huu ndio mfuko wetu mkongwe. Ulianza mwaka elfu mbili na tano wakati huo thamani ya kipande ilikuwa shilingi sabini. Leo ni shilingi elfu moja mia moja karibu sitini na nne. Kwa hiyo kwa mwekezaji ambaye aliwekeza hapa utaona kwamba fedha yake imekuwa zaidi ya mara kumi na sita ya kiwango inaenda mara kumi na saba ya fedha ambayo aliwekeza. mm huyu -hmm. Kwa hiyo hapo, hapo. ambaye anaanza na shilingi elfu kumi sasa hivi mm -hmm. E, tafsiri yake anapata faida kila baada ya muda gani na ni asilimia ngapi? Faida ni kila siku e, tunatoa thamani halisi ya mifuko kwa hiyo mwekezaji anaiona kila siku, ndio maana mm -hmm. ile kwa ujumla wake nikasema kwa mwezi, sasa ndio inakuwa wastani wa asilimia moja, kwa hiyo lakini yule mwenendo wa faida anakuwa anauona kila siku. mm -hmm. Kwa hiyo huo ni mfuko mzuri kwa watu ambao wana malengo ya kukuza mtaji. mm -hmm. Alafu, tuna mfuko wa watoto, lengo ni kuwawezesha wazazi walezi kuanza mapema kuwekeza kwa ajili ya watoto wao, na kiwango cha chini cha kuanza kuwekeza ni hicho hicho shilingi shilingi 10,000. Lakini tumeweka utaratibu kwamba kama mtoto ana chini ya miaka kumi na miwili mm -hmm. mzazi haruhusiwi kutoa. Lengo ni kwamba aanze kuandaa elimu ya sekondari mpaka chuo kikuu. mm -hmm. Kama ana malengo ya muda mfupi basi anaweza akatumia ile mifuko yetu mingine ya ukwasi, hati fungani na kadhalika. mm -hmm. Na ataendelea kuwekeza mpaka akifikisha umri wa miaka 24, ndio ukomo wa kuwekeza kwenye mfuko wa watoto. mm -hmm. Kwa hiyo hapa mzazi atakuwa ameweza kutimiza majukumu ya kielimu, lakini kama kuna mtaji kidogo umebaki pale, basi ndio unatumika, kama kuna hela kidogo imebaki, ndio unaweza kutumika mtaji sasa wa kufanya shughuli nyingine za kiuchumi baada ya kuhitimu. mm -hmm. Alafu tuna mfuko wa ukwasi Eh, huu lengo lako kuu ni kukuza mtaji pia, kwa maana ya um, wawekezaji ambao wanataka uhakika wa mtaji wao, faida inayotabirika. Hapa wanaanza kuwekeza pia kidogo kidogo, kiwango cha chini shilingi laki moja cha kuanza kuwekeza, alafu wanaendelea kuwekeza kidogo kidogo, kiwango cha chini shilingi elfu kumi jinsi anavyoweza. Kwa hiyo mm utaona -hmm. mifuko yote hii mitatu niliyoielezea, Umoja, Watoto na ukwasi mm -hmm, malengo yake makuu ni kukuza mtaji peke yake, lakini mfuko wa hati fungani mm, kwa maana ya bond fund na kujikimu mm -hmm, ina mipango yote miwili ya kukuza mtaji na kupata gawio. Mfano mm -hmm, kwenye bond fund, tuna mpango wa kukuza mtaji e, kiwango cha chini cha kwanza kuwekeza ni shilingi elfu hamsini mm -hmm, lakini tuna mpango wa gawio kila baada ya mwezi kiwango cha chini cha kwanza kuwekeza ni shilingi milioni kumi na mpango wa gawio kila baada ya miezi sita kiwango cha chini cha kwanza kuwekeza ni milioni tano. Kwa hiyo hakuna e, ukomo wa kuongeza kiwango. Ukitaka kuongeza kiwango cha chini shilingi elfu tano kwa kila plan. Kweo, kwa hiyo utajikuta kwamba huyu anayepata mfano milioni anaweza akawa milioni kumi, anataka mapato ya mara kwa mara, inaweza akawa ni mtu kachimba madini yake huko kapata hela zake za mkupuo mm. -hmm. milioni hamsini, sitini, mia na kuendelea, anasubiria tena mambo yake mengine. Kwa hiyo badala ya kuiacha ile hela imekaa anaweza kawekeza huko, mstaafu. Kuna mtu kalima korosho kule mm -hmm. na kadhalika kapata, anasubiria msimu mwingine. Sasa akija kwenye mfuko wa hati fungani anawekeza, mfano akiwekeza milioni 40 ana uhakika wa kupata laki nne kila mwezi Yeah. Mm -hmm. Kwa hiyo wakati huo milioni 40 ya yake iko salama, na huku akichanganya na mapato yake mengine maisha yanaenda. Hali hmm. kadhalika mstaafu, na kadhalika na watu wengine wote. Kwa hiyo hmm. utaona mifuko hii inakidhi mahitaji ya kila mtu hmm. kuanzia mtoto mpaka mtu mzima, ili hiyo pia kae sawa sawa kwamba ile laki nne ni sehemu ya faida, ni sehemu ya faida ila milioni arobaini yake ipo yeah. na inaendelea. Wapia, kwa kusema hivyo ina maana ulituambia uh, uh, kuanzia watoto wanaweza wakawekeza kupitia wazazi. Kuna umri wa ukomo wa mwekezaji? Hapana, hakuna hmm, ukomo mko hiyo. Yes, hii mifuko ni hata mtu mwenye miaka tisini ana hmm. ana hela yake anawekezea anawekezewa kwenye hmm. mfuko, hakuna ukomo. Sasa hmm. hapo hapo e, ndio dhana sasa inakuja ya ili niwekeze nifanikiwe kwenye mifuko hii ya uwekezaji ndio inakuja dhana ya uwekezaji wa malengo yeah. Kwa maana ya kwamba uwekezaji wenye tija. Kwa hiyo sasa hivi sisi tunachokihamasisha zaidi kwa wawekezaji wetu ni kwamba wafanye uwekezaji wa malengo ya kifedha, ili huo uwe ni uwekezaji wenye tija. Mathalan, ni mtu anasema ya kwamba anataka kuwekeza kwa ajili ya kuanzisha biashara miaka. Kwa hiyo lengo hapa ni kwamba anawekeza ili aanzishe biashara mm-hmm. Lakini lazima ajiulize ninahitaji kiasi gani kwa ajili ya kuanzisha hii biashara? Kwa mfano, ana kiwango anachokihitaji ni milioni kumi. Kwa hiyo lengo analo ni kuanzisha biashara ni milioni kumi, sawa so, ndani ya muda gani? labda ndani ya miaka mitano ijayo. kwa tayari, ambalo, kwa hiyo tayari ana lengo ambalo linaeleweka. Kwa hiyo sasa tunamwambia kwamba sisi tuna kikokotoo, kwa hiyo tunaita kikokotoo cha uwekezaji ambacho kinamwezesha mwekezaji kupanga. Kwa hiyo mfano mtu anayesema ya kwamba anataka kuwa na milioni kumi ndani ya miaka mitano hmm. Wakati huo uwekezaji unaleta faida ya asilimia kumi na mbili. Je, anajiuliza labda, mfano kila mwezi niwekeze shilingi ngapi? Kwa hiyo kwa kufanya hivyo e, ukiweka kwenye kitoo utaona kwamba kila mwezi atalazimika kuwekeza laki moja kama na ishirini na mbili hmm. lakini kwa muda wa miaka yote mitano atakuwa amewekeza kama milioni saba na laki nne hmm. Lakini huku kwa sababu kulikuwa kuna faida inayopatikana ya asilimia kumi na mbili atatengeneza faida ya kama milioni mbili na laki sita. Kwa hiyo ukichukua ile milioni mbili na laki sita okay. ukaongeza na milioni saba ile na laki nne ambayo kimsingi ndio akiba mm. na huku kaja UTT. Sasa kawekeza faida ya asilimia kumi na mbili, anapata ile gain ya 2.6 mm. kwa hiyo sasa anafikisha lengo lake la milioni kumi kwa urahisi. Kwa sasa hapa akipata ile kwamba, ake, takiwa niwekeze laki moja na ishirini na mbili kwa hiyo sasa hii, atajipima je, kutokana na hali yangu ya kipato na majukumu niliyo nayo mm -hmm, ninaweza kuwa ninawekeza hiyo laki moja na ishirini na mbili kila mwezi mm -hmm, au kila wakati ile ndani ya mwezi iweze kufika hicho kiwango. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo sasa, akawa na nidhamu ya kufanya huo uwekezaji ndani ya muda huo, uwekezaji mm -hmm. wake utakuwa na tija na ataweza kufikia yale malengo ya kifedha ambayo amejiwekea mm -hmm katika haya yote pia na, na masuala pia ya uendeshaji mmekuwa mkitumia vipi uh, teknolojia na um, dijitali hizi ama mifumo ya kidijitali kuwafikia wawekezaji wenu? Sawa. Hmm. Eh, sisi hiyo ndio sehemu yetu kubwa zaidi ambayo tunaitumia. Hmm. Kwa sababu eh, tunasema sisi, simu yako ofisi yetu. Kwa hiyo popote pale wananchi walipo Tanzania wanaweza wakaweza kupata huduma zetu na kutofikia na kufanya uwekezaji. Kwa hiyo tuna huduma ya USSD code, kwa maana ya msimbo. Watu wanapiga nyota 150 nyota 82 alama ya reli hapa, wanafata hatua chache sana kama nne tu. Ataambiwa karibu UTT, ataenda kufungua account, ataandika majina yake, tarehe mwezi mwaka, atachagua aina ya mfuko, atapata account number. Kwa hiyo tayari atakuwa ameweza ku, ku, ku, kupata akaunti ambayo itamwezesha kufanya uwekezaji sasa. Hmm. Uwekezaji huu anaweza akafanya pia kwa kutumia huo huo msimbo, akapiga akaenda sehemu ya kununua kipande. Mitandao yote ya simu takuja pale na maelekezo ya jinsi ya kuweza kufanya hivyo. Hmm. Kwa hiyo kwa kutumia njia hiyo tunasema ni njia ya awali rahisi ya kuweza kuanza kuwekeza, lakini tuna kituo cha kuhudumia wawekezaji ambapo kuna namba za simu za bure na namba hii ni sifuri kumi na moja ishirini ishirini Kwa kupitia hii pia e, wawekezaji wanatupigia na wale wawekezaji watarajiwa waweze kupata msaada wowote ambao wanahitaji kuweza kuupata mm -hmm. Lakini tuna ap ambayo inaitwa UTT AMIS ap mtu anaweza akaipakua no, so. na kuweza kupata huduma zote hizi za kimsingi mm -hmm. Sasa uh, kuna mumbu wa kiasi gani kwa Watanzania uh, kutumia mifumo hii na pengine tupe dhana ama picha halisi wamefanikiwa kiasi gani ama kuna mabadiliko kwao kiasi gani? Mabadiliko ni makubwa sana na, na kwa sasa hivi, kwanza sisi tunaangalia katika sehemu kadhaa mm, ya kwanza ni ukubwa wa mifuko yetu. Kwa hiyo kila kukicha e, mifuko yetu inakuwa kwa maana zile rasilimali ambazo e, tunazisimamia sasa hivi tunakaribia trilioni tatu, na hiki ni kiwango kikubwa a, kutoka kwa wawekezaji wadogo wadogo na wale wakati, kwa hiyo hii imekuja ndani ya kipindi cha kama miaka mitano hivi, kumekuwa kuna ukuaji mzuri na mkubwa sana kwa hiyo, hiyo inaonyesha mwamko mm -hmm, lakini pia idadi ya wawekezaji ambao tunao, kwa hiyo sasa hivi kuna wastani wa ongezeko la kila mwezi la karibia wawekezaji elfu arobaini ambapo nyuma eh, kidogo miaka kama minne iliyopita ulikuwa kama kwenye wawekezaji elfu kumi. Ni ongezeko zuri na lenye kutia moyo mm -hmm. Lakini pia eh, inasababishwa na nini? Na inasababishwa kwanza na utulivu wa hali ya soko, ambapo sasa inamwezesha meneja kufanya uwekezaji ambao unatoa faida nzuri na shindani mm -hmm. Kwa kama nilivyosema, wawekezaji pamoja na mambo mengine yote, wanaangalia tunapokwenda kuwekeza mm -hmm. Faida ni nini? Kwa hiyo mifuko yetu katika kipindi chote hicho tumeweza kutoa faida nzuri na ya uhakika kwa wawekezaji ya huo wastani wa asilimia kumi na mbili hadi kumi na tano kwa mwaka mm -hmm. kutegemeana na mfuko. Kwa, kwa, inawezekana kwa e, mifuko ya wawekezaji pamoja ina faida kubwa pengine kuliko hata hizi biashara ambazo zinaonekana, itategemea mm -hmm. na aina ya biashara ambayo wawekezaji wanafanya, lakini sisi hatusemi kwamba watu wasiende kufanya hizo biashara mm -hmm. uh -uh kwenye shughuli za kiuchumi hizi za kawaida, watu waende wafanye, lakini ile sasa mapato wanayoyapata kutoka kule wakaweza kuweka akiba. Sasa ile akiba wasiiweke tu, ndo waiwekeze sasa ili iweze kuzalisha. Kwa hiyo wewe, naenda kafuge, wewe njoo hapa hasa mpige kazi, ukipata yale maokoto yako sasa Mm. Sehemu yake thandio, weka akiba, wekeza kupitia mifuko ya uwekezaji kwa wale ambao bado wana sita au hawajaanza uwekezaji. E, nini ambacho mnawashauri? Ah, sisi tunawaambia wakati ni sasa. Kuna msemo wa Kiingereza unasema time is money. mm. Kwa maana ya kwamba, eh, ukiacha kuwekeza leo eh, unapishana na fursa, kwa maana ya kwamba mfano leo tunatoa thamani ya kipande kwa hiyo tukitoa thamani ya kipande kimoja ya leo kwenye mfuko mfano wa uh, ukwasi hmm, kuna senti pale zimeongezeka. Sasa wewe ukiacha kuwekeza ina maana unaikosa ile. Kwa hiyo cha kwanza sisi tunawaambia uh, time is money kwamba muda ni mali. Eh, kwa hiyo ukianza mapema basi unapata nafasi ya kukuza ku, ku, mtaji wako vizuri zaidi. Hmm. Kwa hiyo sisi tunawaambia UTT AMIS tuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uwekezaji wao unakuwa na tija na tumekuwa tumejipanga hivyo kwa muda wa zaidi ya miaka ishirini na tunaendelea na uzuri ni kwamba eh, mwitikio unaonyesha imani yao kubwa kwetu mm. Kwa hiyo wao waje wasichelewe mm. Sisi tuko tayari tofauti na mwanzo mwanzo, wakati yeah. mnaanza baada ya nani ile miaka kumi na nne ya mwanzo, faida iliyotoka, wengine ndo wakaja kushtuka kwamba yeah, ndo kama hiyo mfano nilitoa, mfuko wa Umoja yeah. Ulianza ikiwa shilingi sabini mm -hmm. Sasa leo uko shilingi elfu moja yeah. mia yeah. moja na sitini na kitu. Kwa hiyo sasa utaona mtu aliyeanza wakati huo Hmm. akiwa shilingi sabini, eh, tayari ana faida hiyo nzuri. Sasa wewe oh, ukija leo hujachelewa, lakini hmm. sasa ndo utakutana na kwamba mwenzio ameshapata dude lake nzuri hmm. kwa hiyo na pesa yake hmm. alowekeza mara ya kwanza inabadilika thamani inabadilika sasa hivi elfu moja na kitu hmm. kwa hiyo so, so. wito ni kwamba watu waanze kuwekeza mapema. Kwanza wapate uelewa wa, wa hmm. jinsi ya kutumia hizi fursa lakini pili, waanze kuwekeza mapema hmm. na wawe na huo utamaduni wa kuendelea kuwekeza mara kwa mara mara. Nakushukuru sana. Nashukuru sana. Sasa, sawa, ni Rahim Mwanga, afisa masoko mwandamizi UTT. tumepata elimu juu ya uwekezaji wa mifuko ya pamoja, bila shaka nawe pia umeelimika. tunakamilisha hivyo <muchas>